Raha ya chungwa unipe, unipe, mi mwenzenu ninasikia raha. Najua unanipenda mimi, mwenzenu ninasikia raha. Narabuku bei, umevaa rangi ya chungwa, mapenzi umenikosha. Yani cokiumbo <tuki> kimekukaa <laughs> napata wange, wange napata utizi na shindo, hata la kusema kwa nini? Mimi nimewaraka jamani, da. Vipi mama, mbona kama kwenye uso wako na kuona kuna v, kuna vxx, kuna minuno, kuna furaha. Una changamoto yoyote? Hamna changamoto? <laughs> kama upo sawa, basi na mimi kuna jambo la msingi la furaha. <laughs> nataka nikwambie, kwambie mm -hmm. wale wapuuzi wale taka dini amelipa pesa pesa ya fine ambayo alikuwa amechukua kwako laki tano na elfu kumi na tano ninayo hapa. Ni vizuri kama amerejesha. E, sasa nataka nikupatie hiyo pesa e, mama, maana mi sitaki mambo ajabu ajabu. Mtu anaye kugusa wewe sasa kanigusa mimi. ni baki nayo Hivi pesa yako nataka nikupatie, unajua. Kwa <laughs> hiyo oh, oh, come tulia, come please lockdown ni Eh, hey, najua umenielewa na manisa nini. So, oh, oh, relax. Kwa unapokuwa umerelax, mimi sitaki nitumie pesa yako maana masuala ya kutumia pesa ya mwanamke inakuwa haukamu inakuwa zesheni, na mimi masuala ya zesheni sitaki. Jukumu langu ni kukuhudumia wewe na kutumia laki tano sasa. Natuma na ya kutolea <laughs> no. Sasa ni kutumia kwa mfumo wa benki au ni kutumia kwa namba, namba? Relax mama, <laughs> yes. Ja, kwenye namba yan, mama natuma jafanya siku nyingi mambo mikubwa mikubwa kwenye, watakuwa wanashangaa Narabuku bwana, anapeleka wapi mwamara huo

leo tena nikajivinjari? Hapana, sina nafasi kwa sasa. Kumbe leo nitakuwa bizi sana <laughs> ukubizi mama, au eh, nitenda kujilia vitu vyangu ukipata, si ndio? <laughs> Sawa. Vipi mama, nikupatie kupatie misombosombo <laughs> ukatoa roja basi, kama mishomboshombo midaga, kamba utaki, basi nazi ukaunge mchuzi chuzi, zitozito chuzi la Kizaramo, ka umeamua, nakulitia na mama Sa, mama nimeona nikikupatia hizo ambazo sijakunwa, utapata tabu. Mikono yako mwenyewe, hiyo kucha umevyoziweka, mama nimekukunia, nenda katoe rojo na masotojo ya Kizalamu. Asante haya, mama Narabuku beina imba. mm. ah. <laughs> <Narabu> <laughs> Narabuku beina nalapazuri wenzenu <laughs> Nite Narabuku bei kuba babake, napenda mambo hayo mambo hayo, lenzo lenzi ni kusutana na umbe genge hatu. Hili genge ni bolo kushiriki na kurogana la kusikiliza kichetu. Sakina stay queen G, oho wana Sakina, kuna taarifa nimezipata kuwa Narabuku kakufungulia soya mkaa, hivi ni kweli? Ndiyo, ni kweli ah, jamani jamani, Narabuku yani wewe sio kukaa kwenye sto ya mkaa, sio kukaa na vitu vyeusi vyeusi. Yaani wewe ukaa kwenye wakarawakara kutoa hela unachezea chezea, au kwenye masaluni na mii majambo hayo, naweza kukufanyia seikuini. Sakina <laughs> nini maana wako kicheta, mbona unazunguka zunguka sana? Jamani, Mungu nipe nini mimi? <laughs> hapo ndo nilipokuwa napataka mimi yani, taki kuzunguka zunguka sana asa hivi na nyoka bwana. Sakina, mimi nakupenda, nakupenda nyanganyanga, yani tangia navokonaga napitapita pita nini mimi, nimekuelewa mtoto, yani kila nkilala siku hizi nakuota, yani nakupenda, I love you <laughs> hivi uogopi, uogopi hata nguo niliyoivaa mimi? Kina slay queen kitu sicho kijua, mimi mwenye kitambo nilikuwa mzee wa system, yani mwenye kitambo nilikuwa captain, walikuwa wanaita captain kicheko ji aha, uh-huh. kicheko na lana kani kipi ndiko taruti tu captain kicheko, captain kicheko. Kwa hiyo usiwaze mimi, siogopi vitu hivi <laughs> I love you, hivi si chana Narabuku wewe. Ndio sasa, ukiendelea kunisumbua nitamwambia Narabuku. Naenda kumwambia nini Narabuku? Unasema unanitaka mimi, unataka unifungulie biashara nyingine? Jamani, jamani, mimi Sakina nikutake wewe kwa lipi? hata uliokuwa nalo wewe, kipi ulichokuwa nacho? Uwewe mbamba mbamba, uwewe mbamba, au wewe upe kama papai? mimi sikutaki, umesikia vibaya wewe. Dada Sakina una dhambi we wewe, mwanamke wewe, jamani, mbona mnazo unaona mi mtoto au sijielewi au sijatambua ulichokiongea wewe? Jamani jamani, Sakina mimi siwezi nikakutaka wewe, labda umenisikia vibaya, maskini ya Mungu. Mi na mpenzi wangu anaitwa Fatuma Mawingu, mi nampenda sana, afu nikutake wewe saakuaku aku? Umenisingizia tu, umesikia vibaya. Hao ni maneno ya mkosaji Muwane vile mweupe kama babaibovu nini? Ndio maana haiwezekani. We nyashi una wanako, ndo ana nyashi ndio nini sasa? Mwanamke una nyashi, wanako ana nyashi, hiyo mbaya sana. Siwezi nikakutaka muone mbaya kibaya ikoo, ila <laughs> shakosa mimi jamani, ila naabuko, haiwezekani. Iwezekani kila demu hapa mtaani anakuwa naye yeye, kwa nini aina niuma? Ila hapa lazima nifanye jambo, babake ndo mzee wa sisti mstaki kuonekana onekana ovyo uyu. <gum> kamtaka yule yule, kamkata mara kaenda kwa yule mbona, ni bala aiye, hakuna mapesa natindani agenge, hauna pesa mona tonekana msee, ushiriki na umetawala wekiteko. Mbona kama unataka kuongea uongei, unaniangalia un uangalii naona mabilingu bilingu, umekula vitu vya hatari, umekwesa mboi siku hizi. <laughs> unajua nini bosi Narabuku? <laughs> Ah -ah. Mbona unaita Narabuku tukutuku? Weka Narabuku bei bei, hapa naongea. <laughs> unajua nini Narabuku bei, mimi bwana, kusiku hizi kuna mtoto, nimempata mtoto mkali, anakaa hapo kati, ukipita mji wema hapo, ungidoni ungidoni hapo. <laughs> kuna mtoto huyo. Ah, na enjoy napata raha mwezio wote. <laughs> Ndio maana muda wote unaniona kwa bling bling, nimepowaji uh -huh. <laughs> inaonekana tu kuna chochote, kuna jambo umepunjwa nakuambia. Ah, kila unapoona ujio wangu lazima kuwe na jambo bwana. Tena katika harakati harakati zangu nikakutana na dada yupo gesti kwangu anakuulizia ah, na tena kilicho nishangaza anaulizia habari ah, za mgombea mwenza yule. Anaulizia ili kwaje kwaje mpaka ah, akafichwa. Si unajua eh? Afu anadai yeye ni afisa wa mikopo yaani, yule dada kia, nikimwangalia katika mbuli za macho yangu ni mgeni katika mtaa, sijawahi kumuona kwa kweli. Maana yule mdada kaenda hewani ka kapanda juu, ana vipini viwili viwili kweli yaani, ah, kaenda hewani kapanda juu, ana vipini viwili viwili. Mimi simjui nani yule kiukweli. Afisa wa mikopo afisa wa nini huyo? Anakuuliza habari zangu, anauliza habari za za mgombea mwenza aliyopotea ulimchuzi na kumuochi vizuri ukamgundua anatokea wapi? Ah, kumuochi? Nimemwochi, ila bado sijamjua. Maana kila tata zangu zikijaribu kumsati bwana, yule yule binti sijawai kumwona, na umbea wangu wote si mjui na sijawai kumwona okay. <laughs> alafu <laughs> unaweza kukumbuka hata jina lake au alikutajia au Wana kichwa changu hiki, kumbukumbu imetoka. Alafu na mimi kama unavyonijua, mi mpenda kutumia. Fatuma Mawingu, kweli? Fatuma Mawingu, na niharibu na, na sausau. Alafu Narabuku, bei kama utakuwa na vidawadawa ni gee vya kumbukumbu, mi nasau sana, naenda sana chooni da. Fatuma Mawingu, atakuua wewe, unapoteza kumbukumbu. Utakuja nyumbani kidogo, nikutilie vidawadawa vidogo <laughs> vya kuona kumbuka. Kumbuka, jingine lipo E, yengine lipo tena, lingine nimelipata hapa hapa, yule takadini yule sope hapa. nafata nini zahari la menta tendende. Ah, sope mambo, takadini nakusalimia, mambo e. Mwenyezi Mungu, asante kwa kuniletea mtu ambaye naweza nikazimalizia hasira zangu kwake. Hivi wewe baba, una shida gani? Hiyo ndio heshima yako wenu. Eh? Au hiyo ndo salamu yenu? Kwa hiyo wewe umeangalia majina yote, ukamoni ite hilo jina la kipouzi. Takadini sijui sope. Oh, mimi si tu sope ujue. Mimi jina langu naitwa Prince. Kijana mwenye akili nyingi, nguvu kidogo tu. Ilo jina silitaki. Tazinguana. Kwanza una shida gani? Mmm, basi Prince. Prince aka nyala za serikali, maana nyinyi Ninyi <laughs> na serikali damu damu. Nilikuwa namuulizia muhusika hapa gengeni. Yupo? Sasa muhusika si ndo mimi. Aona mwana nani hapa? Muhusika wapi wewe bwana? Hapa najua muhusika ni chenga chenga mbili. So, wewe sope. Yuko wapi, chenga chenga mbili? Sio wewe sope. Ah, ungesema hivyo ningekuelewa. Okay. Chenga chenga mbili amepata dharura. Hivyo kaniambia mimi nije nimsimamia genge lake. Aya, ulikuwa unataka nini? Nazi, matango au manyanya? Mimi sina shida ya tango wala karoti. Ila kama chenga chenga mbili ampata dharura. Kama hajapigwa kitu kizito na Narabuku si yule. Yaani yule baba si ukuje yule. Eh? Yaani kama hajapigwa kitu kizito. Yaani si zani. Kwa hiyo kasema narudi lini? Wanda kujua ili wewe. Nimeshakwambia ya kwamba chenga chenga mbili kapata dharura. Hivyo nimekuja kusimamia biashara yake. Sasa na unaanza kuuliza, anarudi lini anaudi? Wewe mchawi. Mwanga utakao mloge au? Yaani, wewe unijui tu. Mimi hapa ni jirani yake, muuza genge mwenzie. Yaani tuko jirani hapa. Tunakujaga kupiga gaumbea. Hatuna kazi. Sasa nimekaa kule nimeona nimeonekana kana boreka, nije kumpata chenga chenga mbili. Eh, nije kupiga umbea kidogo. Ila kama kimemlamba shauri yake. Poa sikia. Kama huna cha kununua hapa, ondoka. Basi nyara za serikali. Sawa sope. Kweli. <laughs> Nenda, bwana, nenda, nenda, nenda.

ni mfanya biashara mpya kaja kumshikia nafasi. Jamaa mmoja anajiita chenga chenga mbili shalobadro la Vingunguti chizi, anaonga mwendo wazimu yule, kutaka kututishia sisi wanaume wagenge hili kwamba hatueleweki. Kwa hiyo kaja kumshikia badala yake, anaumwa. Mbona kama michezo Narabuku Bei mchezo, mbona kama vile sija kuelewa kici kuna maanisha nini? Labda nikupe baka P delivery bwana yule bwana, katika miongoni wa watu waliokuja kukuulizia, yule bwana alikuepo, alikuwa anakuulizia sana, alikuwa anataka taarifa zako, na Narabuku Bey, mimi nikamkatalia kata kata, kakambia Narabuku, mimi simjui. Sasa nashangaa kumuona hapa Narabuku Bey, mm. kwa hiyo na yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambaye anapeleleza habari zangu yule, alikuepo, yule alikuepo kabisa, ndio yule, yule, yule. Kila nikimwangalia eyes my contact eyes anaona ndo yule yule. Sawa, kicheko lakini wale ni watu ambao wa kiwagusa kidogo, serikali inakuja juu, inakuletea kamromo, inakuwa tofauti, ila sasa <laughs> chawa wangu, nimekumanya, nimekupandika flesi. Ilo swala nalifanyia kazi. Kuna jingine, Narabuku Bei? Sawa, achana nao, ila kuwa naye makini, mana kila kimoji kila nkimwangalia naona kabisa nehi, hapana, zindagi yule pale katakuwa na jambo. Eh, okay, nimekuelewa, nimekumanya nimekupandika fleshi sawa <laughs> wangu kiteko na lana, siku hizi unapoa na bling bling, nimekuelewa don't worry, talifanyia kazi hilo, mm-hmm. Alafu nimefurahi kuniita michawa wako, mi naenjoi, wenzio nasikia. <laughs> Alafu Narabuku, ujue mimi ndo chawa wako hapa mtaa mzima. Kwa hiyo akija mtu yoyote akija kukwambia habari zangu sio kicheko, anakuongelea vibaya huyo, muongo anataka kutugombanisha mimi na wewe, usikubali Narabuku bei saa, umeniliwa bei wangu. <laughs> <laughs> wataweza kweli au wapi? kutugombanisha sisi? Ah, wapi, hata wapi wakiungana. Narabuku baba lao, baba lao bei, baba lao. Narabuku baba lao, bei, baba lao <laughs> unajua wewe mwanangu, Narabuku tajiri yangu, unajua, yupo kama Ismaili, Ismaili wa gengeni fulani hivi. Yupo kama wewe, sikupingi, yaani si wapingi. Jamani, jamani, bei wanikosha vile basi. Kicheko mimi na kusikiliza wewe na wewe, ndio chawa wangu. Mimi sisikilizi kenge mwingine yoyote, na habari zako ndio nitakuwa nazifanyia kazi. Mwanzo nasikia kunita nicha kuna tsama yangu na hazi na Narabuku, nakupa nazi. Ah, wewe jamani, jamani kula nazi mbili. Haya, yaani na

Alafu ah, mi huyu nilimwambia tembea na mimi Samboy mwenye gesi yangu oh, mimi wewe, si no money, no service unaona? kisha mlamba tayari. Naona sasa, naona mada umeanza kuzitindinganya na kuzibagaza umeanza kuondoka. Sawa. Sorry. Halo. Eh. Wewe, wewe, jamani surprise. uko wapi dimani? uko kweli gesi. Oh. Jamani wewe. Wewe. Nakuja nakuja sasa hivi no, hey. <laughs> Oya, oya Narabuku, bei mtoto kajichanganya, mtoto kaja ah, liwata enjoy. nampija show ya kibabe ya kikunya huyo <laughs> doto ni nani? ah, nakujua hiyo michezo, nitakwambia siku nyingine